Bwana, uh, mimi niko hapa hapa. Kutana na kaka mkubwa lakini majina tunaachia dash dash. Unajua, uh, bwana, hii hii ni sehemu ambayo mabaharia wengi sana wanapita hapa. Watu kibao wanapita nini na kuna changamoto zake. Sasa mimi niko na kaka mkubwa hapa. Nataka niambie ni kuna maswali kadhaa nitamuuliza, changamoto gani ambazo watu wanakutana nazo, wasafiri ambao waaabono wanaenda South Africa kutafuta maisha. Uh, kwa hiyo niko na kaka mkubwa. E, kaka mkubwa kwanza mambo vipi bwana? mambo poa. Vipi za kwako? Ebu, ebu niambie kwanza naye bwana, watu wanapopita hapa yani ni shida gani ambazo wanakutana nazo, najua wenyewe mshasa mshasaidia watu wengi yani watu kibao mshawasaidia sana, sana, mm. sana. Eh, watu wanapopita hapa mm. mtu mwingine anatokea kwamba anatoka Bongo mm. anavutwa na rafiki zake au jamaa yake ndugu yake sana washikaji wenyewe kwa wenyewe mm. Anatoka ada, anapiga simu, anaambiwa apanda basi fulani njoo. Ndio. Anapanda basi la Kibongo. Akipanda basi la Kibongo anakuja mpaka hapa Harare. Akifika mm. huko Zambia huko, anapiga simu, anapokelewa na washikaji. Mm. Anapokelewa nini? Anampa address zile. Akifika boda pale, beti wapi Chirundu? Chirundu boda. Eh, pale sasa si alinasikia, ngoja niukatishe, nasikia na, ile boda mwanangu sio mchezo. E, pale sio masiara yeye. Mm. Pale sio masi, lakini kwa vile sio ndoa zao, hapa tushakuwa ni yani kitu kama chikama maji ya kunywa. Wakisha kufika pale tayari simu zinakuwa network pale, inakuwa zinakuwa 00 mashano, hakuna ni kwa, yani mtu wa Saudi anabaki huko na huko anabaki huko. Kwa hiyo mtu tunakozali, gari inakuja mpaka Harare mm. anaingia mpaka Harare. Akifika Harare ndo anakutana na sie. mmm tena Harare bwana vipi? Poa kwema, fresh. Vipi hali? Mambo poa eh. Bwana mimi nakwenda zangu South Africa lakini kwanza nataka mawasiliano mm. tunamuunganisha na mawasiliano. Tukipiga kule simu hazipatikani mm. au zikipiga. Bwana, shida nini? Labda tunamuuliza bwana, shida na uli imekata. mm. imekata. je ukimpigia ndugu yako bongo atakuingizia hela au mtu wa South? Ah bwana, mtu wa South ataniingizia hela. Ndio basi, unakuta pale simu ukipiga nio ni, Nori chabo, simu kipiga amna. Bwana huyo mtu apatikani au akipatikana, anambia bwana, mimi sikiliza, niko zangu shamba vijijini eh? Nikitoka vijijini huku nitakucheki wewe, kama vipi, ingia sasa eh. Ataingia vipi ule mtu, ikiwa wewe nauli, huyu mtu ishamkatikia yeah. Kwa hapo cha msingi tunamwambia bwana, wewe umekuja, na umekuja na begi na vitu vya kuuza eh. Kama umekuja na vitu vya kuuza, basi wewe chaisa uza mwenyewe vitu vyako upate nauli <muchas> Uh, hey, ni bora ukikwama nitakusaidia. Kwa hiyo pale wewe unakuwa unauza unauza, sisi tutakachokusaidia kwamba tuna uwezo wa kutafutia gari kwamba hii gari haitokuzingua utaingia salama salimini, ushafahamu. Na kama alikuwa nauli labda iko buku au mia nane, sisi tunaweza tukamwambia bwana huyu mtu wetu wa basini kwetu, chukua mia tano, akatembea

na kondakta tunakuwa namba zake tunazo, kwa hiyo ina maana kitendo cha kuvuka tu ana ile kondakta anatutumia message sisi kwamba tetusha tushaingia huko eh, ina maana pale sisi, sisi biashara na yeye tushamaliza muziki muziki wake sisi. Kitendo cha kuvuka pale Beitbridge, ina maana sisi na yeye tushamaliza naye huyo, ushapanga kwa hiyo. Pale yeye kwa sababu alikuwa na safari yake kwenda Saudi, inabidi yeye tena anajua na watu wake na address yake huko Okay. Najua najua hebu mataifa mengine kwa mfano Burundi, Rwanda na hizo, wao inabidi wapite na visa. Eh, wao wakiingia hapa wanaingia mwisho hapa, lakini kwende za South Africa hawaingii, inabidi

Uh, wote wana msaada isipokuwa wenyewe wakijiamua kujitenga, ndio ile wanakutana na muziki wao wenyewe wa, sio lakini, unapokuta unaingia kama sehemu kama za kwetu sisi kuhitaji msaada, sisi tutakusaidia ku, tuta kwa sababu sasa hivi tushakuwa kuna vikundi, kuna Wakongo hapa hapo, kuna Nyarwanda hapo, kuna Burundi hapo. Kwa hiyo kila mtu anapotoka kule anatoka na address yake kamili, umeona bwana? Ukifika pale utakutana na wabongo au utakutana na Mkongo, anakuwa na namba yake ya simu ile kwa hiyo na maana sisi tukisha kumwona tu huyu hapa ni Mkongo, namwacha kwamba tunajua hata tukitaka kumsaidia hapo ni ni, nasi, yani, ni bure, lakini kumsaidia tunaweza kumsaidia akitaka, wapo sana, sana. Tushakaa nao lakini mwisho wa siku sisi tunaondoa mfano eh, na labda kuna wengine wanakuja, ndo nauli imeisha, namba ya simu hana, ya nyumbani wala namba simu hana, ya napokwenda, najua tukaa mi nenda jobek auoauaopp au hana kitu hiyo. Sasa tumsaidieni vipi? Unaweza tukagonga u, akatoa dola tano, dola kumi, dola mbili, dola ngapi, lau tunambabatiza na dereva kuona au kondakta <tipos> hapo eh. Tena tukishapo mchambia ilela, tunambatiza dereva tunamwambia, kwane uu mbegu yetu mchukue peleke peleke ya nampat. mm. Uh, kisha kumchukua pala, tena yani ya kitendo cha kumchukua tu, ya mm. ni tena hapo hapo nani tu sipisha malizana naye, ashaondolewa katika area hii, kwa sababu akikaa hapa anaweza akapata tabu tukaparare. Ah, well. Lazima uwe na connection na connection ya hapa lazima uwe na mtaji. Mm. Yaani hapa hauwezi kusema nenda kufanya kazi kapewa kazi hapa. Hapa ni mafara kupewa na kazi hapa. Hawana, wao wenyewe hawataki. Lakini wao wana uwezo wa kwenda kuomba kazi sehemu nyingine kapewa na nchi nyingine vizuri tu. Lakini wao kuomba kazi hapa labda wao na vibali, mapamu ni kitu kimeoa, yaani fatiwe wewe na mapamu ni ya kufanya kazi. Mm. Sure. Na Bongo nyinyi sio halabu kufanya kazi sababu. Nye. Kwa biashara, mji huu kwa biashara ukupoa.